mekuja kwenye eneo hili eneo la malalo ya wafu tena, nimekuja usiku, usiku wa manane wenye kiza kinene kilichokosa nuru. Ninahitaji huyu Lidia aendelee kupata shida, ateseke, asipate mwangaza katika maisha yake mbele yake kuwe na kidha kama kilichokuwa hapa. Na ile mimba aliyokuwa nayo, nahitaji iharibike. Sitaki apate mtoto, nataka aendelee kupata shida. Sitaki kumwona akiwa na furaha, nataka majonzi yamtawale katika maisha yake kwa sababu ninamchukia na sita... Dina, nimekusikia kila kitu ulichoongea. Kumbe ni wewe ndo unafanya yote haya. nakupenda kama ndugu yangu. Ninaishi na wewe kwa upendo. Kumbe wewe ni shetani. Sasa kila ulichokinuia juu yangu kitakurudia wewe mwenyewe. Asante kwa yote. Nilienda kwenye lile kaburi na ilikuwa ni usiku, kama ilivyo kawaida yangu, nilinuia maneno ninayonuia kila siku. Nilihitaji Lidia aendelee kupata shida, ile mimba aliyokuwa nayo itoke, matatizo yazidi kumpata, giza kiwe mbele yake na mabalaa yote yawe katika maisha yake na maneno mengi sana zaidi ta ya hayo niliyokuambia lakini cha kushangaza wakati naendelea na maneno yangu au wakati naendelea na maombi yangu niliona mwanga mkali ukinimulika nilivogeuka nyuma alikuwa nilidia <laughs> kumbe nilikuwa usingizini nikashtuka Yaani kumbe ilikuwa ni ndoto. Ina maana gani hiyo, mganga? Hiyo <laughs> ndoto hiyo, ni ndoto tu, ila hiyo ndoto ndani yake kuna ukweli, ila ukichelewa, tunaweza kuna mawili ufe usionekana hapa duniani kabisa. Ila tukichelewa katika hili, tutapata yatakukuta makubwa sana. Mbona umeshtuka? wakike Unaota ndoto nasema yo, unastuka. Alafu wewe umetaka tufanye kazi na hapa tupo kazi. Sasa mganga, tunatakiwa tufanye nini ili kukwepa hili jambo? Shati lake shariti ili moja tu sana binadamu, binadamu mubaya. Ndiyo, kijana angu, naona umekuja, umekuja kwangu, unatafuta dawa ya mademu. Ndiyo. Hapo <laughs> umefika, kwa sese kaa. Mwene kaya zake mjini mwene, mwene kaya zake mjini mwene. Na mimi nimeaminiwa na mizimu yote yote, kaskazini, kusini na na uzalamuni kwetuko, eh? Nakulongela nakulongela mkulu eh? Kizalamu iko nakulongela mwana kwetu We ndugu yetu eh, mizimu ya nyumbani imekupokea. Kila tatizo umefika kwangu, yani tatizo ya madem, tatizo ya nini, kila tatizo, mimi na imani yangu nitakusaidia, ila kwa sharti hili moja tu, kwa sharti hili moja tu. Hata ukimtafuta jimama mwene minyonyo yake mjini, mimi kwangu ni kazi nyepesi, na mimi sishindwi kitu ata iki ata kimoja sishindwi kitu. Ila shariti langu, tulale mimi nawe chumba iki shukai kitanda iki, ila shariti usi lala na bukta na usiogope, naona una wasiwasi wasi. <laughs> Naona unastuka kama umeshikwa kalio. Kijana unataka mademu mademu, miji mama, miji bantamu eh? Ndio vijana wa mjini mnataka mademu wapi, namna gani? wane mizigo na sharti hiyo nakupa ndani ya siku saba, na maanisha wiki, ulale na mimi kama uko tayari, basi saa na majibu yako yote utayapata. Ila ila basi naomba na usinipotezee wakati, nikitaka kwa wakati unipatie kwa wakati. <coughs>

Kijana, ndizani mekuogopa. Wezi ukanishinda kilolote, wezio mtau wananijua mimi nani, ila kijana Umechezea moto acha ukunguze sasa. Alafu unacheka kwa dharau <laughs> nilikuwa nakimbia natafuta pawa, kwa sababu nilikuwa nazoea kupapa kila siku, nikaona muda wa mazoezi sina. Asa kijana, asante sana kwa kunipa mazoezi ila ila, basi ona sasa nakufanya <laughs> Sasa kijana, azabu yako nooiata umepata na mimi naondoka binadamu binadamu Binadamu eh, hatofanani. Kwa nini unamonamwemanchana siku wanaroga sana binadamu. Binadamu mubaya eh, mganga bolatani mekukuta maa likuwa na shida sana yani, mdogo wangu anaumwa sana ananisumbua sana mdogo wangu, yani, anaumwa sana chini ya kitovu, yani anaingia bridi ambazo hazina mpangilio. Yani mdogo wangu anaumwa sana, saa nyingine yani mpaka vichomi vinamsumbua, anadondoka anazimia. Hata sijajua ana tatizo gani. Akienda kazini kwake yani kama anamikosi jinsi anaenda jinsi alivyoenda ndo anavorudi. Yani, imeshukuru sana kukuona hapa mganga. Una shida wewe? ungenifata kilingeni. Sasa unanifata hapa mazingira mengine tofauti, ujui kama na shughuli zangu za kufanya zingine? kuna mgonjwa mmemwacha kule, nataka nimtibie. Embu nenda bana, unanipoteza wakati. Embu ondoka bana. Embu nenda bana. Ondoka bana. ka sana sana ndugu ateseka. Ila kwa mimi hapa, ateseke. Mwisho wa siku, maamuzi yangu ni hayo hayo tu, bora tumuue. Mganga mimi, sijataka lidia afe, ninahitaji ateseke. Yani kama ni kuteseka ateseke sana, kama ni kupata shida apate shida sana, kama ni nuksi basi apate nuksi sana, lakini sio kufa <laughs> asa, unasema nuksi sio ishu yani, nuksi apate tu Wala so kufa wala sife. Kwa muonekano wangu, bora afe imadi, tatizo yetu au majambo yetu yaenda vizuri, ila tukisema tumwache. Je, akikugundua? Kama ikitokea amenigundua, itanibidi nimuue. Ila nitafanya hivyo kwa sababu sina namna. Itanibidi nifiche aibu. Kuniua ili kuficha aibu? Sawa, niue. Mbele ya mganga wako akiwa anashuhudia, ah ah, mimi hapo sina namna. Bwana, hapo mimi nacheza kama pele, ah ah, mganga mganga.